Ndio, leo hii mnaona nyinyi wenyewe maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa. Malalamiko yalikuwa makubwa, ni juu ya maadili ya viongozi. Hawamnyamya, mjasikia. Maana labda mzee wetu labda mnaishi ndani ya nyumba tu, amejuia mtaani. Eh, hey, wanalamikiwa, tunalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Aliedha. Ana petrol station zake za Lake Oil. Zimechomwa zile kwa sababu zinasemwa mzalizi. Zimechomwa. Zaidi ya, zaidi ya tisina mbili kanambia. Sasa imagine, mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni, hey, anzeni na mimi waziri wenu niiteni hapa niulizeni, hebu tuite. Lakini wakati huo mnapoita, kwa sababu unajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Mm -hmm. Tafuteni ushahidi, njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference apo semeni tumemwita waziri Ridhiwani Kikwete, tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete, ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya, nyinyi mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe, huko ni uongo mtupu. Hili jambo, mheshimiwa jaji, hatujafanya vizuri. Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.